Kumjengea mtoto uelewa wa kuelewa hizi uh, amri hizi amri kumi hizi amri kumi eh, au amri za Mungu, ndicho ambacho natamani mtoto tuweze uh, kumjengea, sasa atakapo atakapo, unajua uh, amri za Mungu kama ndio zitaji, sasa atakapotaja Ha, atazitaja, alafu baada ya hapo anaanza kuzitaja kwa kuziandika pembeni kwenye daftari au popote pale, lakini baada ya hapo atabonyeza hapa, eh, atabonyeza hapa atabonyeza hapa hizi, atabonyeza hapa hivi hapa. Atabonyeza hapa, bonyeza hapa kuangalia eh, bonyeza hapa kuangalia kama umepatia. Sasa hapa atakabonyeza hapo, ataona kama je nimepata au nimekosa. Ngoja nibonyeze nione, okay, maona baada ya kubonyeza tayari. Aha, zile amri kumi zote zimejipanga hapo. Kwa hiyo atakuwa naangalia angalia kwamba je nimepata au sijapata. Kwa mfano amri ya kwanza inasema mimi ndimi mimi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wako, usiwe na miungu mingine mbele yangu. Usihitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kumbuka kuitakasa siku ya Sabato. Waheshimu baba yako na mama yako. Usiue. Usizini. Usiibe. Usimseme usi jirani yako uongo. Usitamani mke wa jirani yako na usitamani mali ya jirani yako. Kwa hiyo hizi ni amri kumi za Mungu ambazo ukiziangalia hapa, baada ya kubonyeza tayari mtoto ameweza kuzisoma, lakini utakapobonyeza kwa mara ya pili tayari zitajificha, zitajificha. Kwa hiyo ili uweze kupata tena lazima ubonyeze, ndio zitakuja. Ukibonyeza okay, tena zinajificha. Kwa hiyo hii ina maana kwamba ni nini, mtoto anaweza akaziorodhesha uh, zile amri kumi za Mungu, na baadaye akaja kuangalia kwamba je, nimepata ngapi? Na kama ametakuwa amesahau basi, atakaobonyeza hapa itampa neema ya kuweza uh, kujua. Sasa swali la pili linasemaje? Swali la pili linasemaje? Je, amri kumi za Mungu zinatoka kwenye kitabu gani? Umeona, lile swali la kwanza ilikuwa ni kwamba mtoto ataje zile amri kumi za Mungu, lakini swali la pili linamtaka mtoto ataje kwamba hizo amri kumi zimeandikwa wapi kwenye Biblia.